ya kurejesha nyumbani mwili wa waziri mkuu wa zamani marehemu Raila Odinga ilikuwa ya kihistoria. Marubani na wahudumu wa ndege wakisimulia hisia zao kabla ya safari hiyo kuanza na hatimaye kukamilika kwa safari hiyo katika uwanja wa ndege wa JKIA hapa Nairobi. Brenda Wanga na simulizi ya rubani na wanahewa walikuwa kwenye safari hiyo nchini na hata ughaibuni ni viongozi wachache waliotajika katika safu ya kisiasa kama aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Safari yake ya mwisho kwenye ndege haikutarajiwa na ilikuwa ya kuvutia maoni na hisia mseto baada ya Raila kuaga dunia. Rubani Savi Maria Ondego alikuwa amepangiwa safari ya kawaida kutoka Nairobi kuelekea Mumbai, lakini asichofahamu ni kuwa baadaye safari hiyo ingegeuka na kuwa ya kihistoria na muhimu zaidi kwa taifa la Kenya. To prepare for my flight. Alitazamiwa kurejea Nairobi kutoka Mumbai siku ya Alhamisi, lakini simu kutoka kwa bosi wake ilibadilisha kila kitu.

So, uh, Savie Maria ambaye amekuwa rubani kwa miaka kumi na nane sasa alikuwa na jukumu la kusafirisha abiria na pia kuleta mwili wa shujaa wa Kenya nyumbani. Jukumu lake lilianza katika uwanja wa ndege huko Mumbai.

Jason Mose naye alikuwa na, na jukumu la kuhudumia abiria ndani ya ndege hiyo kutoka Mumbai hadi Nairobi. Ndani ya ndege mlikuwa na wakuu wa serikali, familia, na abiria wa kawaida ambao walikuwa wamepanga safari kurejea Nairobi. Jason anasema saa kumi na mbili kwenye safari hiyo zilipita mbio wa ajabu, na uzito wake ulimzidi punde tu ndege ilipoingia katika anga ya Kenya Rao zero zero

Ndege hii iliyokuwa na wahudumu nane ndiyo iliyoangaziwa zaidi angani katika siku za hivi punde katika historia ya safari za ndege, na kutua kwake pia kulizua hali ya mshike mshike iliyokanganya waliokuwa ndani ya ndege na maafisa waliokuwa katika anga tu. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.